Karibu tena msikilizaji kwenye uchambuzi wetu wa kina leo. Uh, tunapata maarifa mazuri kweli kweli. Naam, chanzo chetu kinatoka kule kwenye Jumuiya ya Nguvu ya Neno WhatsApp. Asante kwa kushiriki nasi mm. Ni makala muhimu sana hii yenye kichwa watu watano maishani Biblia imeandikwa na Mwalimu Niki Akilimali, Mwalimu Akilimali nam. na huu uchambuzi umeandaliwa na Eyesees Pictures Worldwide chini ya usimamizi wa Latiankira vilevile vile, kama ungependa kuwasiliana na Mwalimu Niki Akilimali mwenyewe namba yake ya WhatsApp ni +255676997436. Sawa, sasa hebu tulifafanue hili jambo kidogo. Makala inasema yani, katika safari ya maisha, Mungu anaweka watu maalum karibu nawe mm-hmm. si watu wa kawaida tu kabisa, watu wenye kusudi la kukusaidia kufikia hatima yako. Je, umewahi kujiuliza eh, kwa undani kuhusu aina za watu unaowahitaji ili kufanikiwa kweli? Hili ni jambo la msingi sana, unajua. Na chanzo kinatuhimiza tuombe, tuombe Mungu atupe utambuzi wa kuwajua hawa watu watano muhimu Utambuzi, hilo neno muhimu. Nam, basi hebu tuanze kuangazia sasa, moja baada ya mwingine. Sawa kabisa, aina ya kwanza makala inawataja kama watu waliotumwa na mungu kukutoa ulipo. Ee, mfano mzuri ni Yohana Mbatizaji, Yohana moja sita pale, ndiyo aliandaa njia. Hawa ni kama kama madaraja hivi, wanakuja kwa muda maalum, wanakuvusha tu kutoka hatua moja unaenda nyingine wanakuvusha kweli. Hmm, umewahi kufikiria nani labda alikuwa Yohana Mbatizaji wako katika hatua fulani maishani? Ni swali zuri la kutafakari, na inavutia kuona jinsi chanzo kinavyounganisha hawa watu daraja. Na aina ya pili, aina ya pili hipi hiyo, ni watu wanaokuamini. Tunakumbuka kule kwa Daudi, Moja Samueli ishirini na mbili wale waliomkusanyikia Adulamu. Hmm, wale wenye shida walikuwa na shida zao kweli lakini walimwangalia Daudi kwa jicho tofauti, walimwamini hata akiwa bado, yani hajawa mfalme rasmi. Ni imani kubwa hiyo kabisa. hmm. Wanakutazama kwa jicho la imani hata wakati hali yako pengine si nzuri sana. Na makala inasisitiza kitu muhimu hapa. Kitu gani hicho? Ukiambatana nao kwa unyenyekevu, mtafanikiwa pamoja. Sio kiburi, unyenyekevu. Hapo ndipo eh, inapopata uzito zaidi, nadhani na hii inatuleta moja kwa moja kwenye aina ya tatu. Now, hawa ni watu watakaokutambulisha kwa watu wengine muhimu. Mfano wa Yosefu kule gerezani mm, na yule mnyweshaji. Mwanzo wa arobaini na moja. Kabisa, Yosefu alikuwa na kipawa, alikuwa na ndoto, lakini alihitaji mtu amkumbuke, amkumbuka na kumtambulisha kwa Farao, mtu wa kumsemea mahali sahihi. Unahitaji watangazaji wa neema yako, kama makala inavyosema, na hapa tena nakumbusha unaweza kupata ufafanuzi zaidi ukiwasiliana na Mwalimu Niki Akilimali kwa WhatsApp plus 255 676 997436. Muhimu sana hilo, na kinachovutia zaidi, yaani, baada ya kuaminiwa na kutambulishwa, ni aina ya, ya nne. Hii inaweza kuwa ngumu kidogo Eh, hey, inaweza kuwa ngumu kumeza. Ni watu watakao kutoa katika mazingira ulioyazoea. Mfano mkuu ni Ibrahimu, Mwanzo 12, ile amri ya Mungu kabisa, toka nchi yako, jamaa zako, nyumba ya baba yako, nenda kule nikikuonyesha. Watu hao au hali hizi zinaweza kuonekana kama changamoto, kama usumbufu. Mara nyingi tunapenda comfort zone zetu, sio? tunapenda sana, lakini lengo lao kulingana na makala hii ni kukuondoa kwenye hilo eneo la raha ili uingie kwenye hatima yako kuu ile ambayo usingeifikia ukibaki pale ulipozoea. Hili linaibua swali kubwa kweli. Je, unawaona watu wanaokupa changamoto kama kikwazo au kama eh, chachu ya kukupeleka mbele zaidi? Inahitaji mtazamo tofauti, mtazamo sahihi kabisa. Na mwisho kabisa, aina ya tano. Hii ni muhimu sana kwa safari ndefu ya maisha. Ni watu watakaotembea nawe hadi mwisho. Aa, mfano wa Ruthu na Naomi. Uu unagusa moyo Ruth moja, pale popote uendapo nami nitakwenda naam. Hawa si watu wa msimu, hawapo kwa ajili ya faida tu, bali wapo kwa sababu ya kusudi. Wanabaki waaminifu hata kwenye magumu, ni watu wa agano. Watu wa agano, neno zito hilo, zito kweli. Kuwapata watu kama hawa ni baraka kubwa sana maishani. Kwa hiyo tukikusanya hayo yote ujumbe mkuu tunaupata kutoka kwa uchambuzi huu wa mwalimu wa kilimali ni upi hasa? Mimi nadhani ni umuhimu wa kuwa macho, kuwa macho kiroho na kuomba Mungu akupe huo utambuzi, utambuzi wa kuwajua hawa watu watano wako kwa sababu maalum sana, na sio kuwatambua tu sivyo? Sio kuwatambua tu, bali pia kuwaheshimu, kuwathamini kama chanzo kinavyomalizia, si kila mtu anayekuja maishani mwako ni wakukaa naye milele, lakini wale wakusudi hao ni wathamani kubwa kubwa sana. Ukiwatambua, ni muhimu kuwathamini, kujifunza kutoka kwao. Na tena kwa mwongozo zaidi, wasiliana na mwalimniki Akilimali +255 676 99, 74, 36. Asante sana kwa ufafanuzi huo murua. Sasa msikilizaji, tunakuachia swali la kutafakari wewe mwenyewe mm -hmm. katika mahusiano yako yote, je, wewe ni aina gani ya mtu kati ya hizi tano? wa mm -hmm. wale waliokaribu nawe, unatimiza kusudi gani maishani mwao? Wewe ni daraja, unawatia moyo, unawatambulisha, au unawapa changamoto za kukua, au unatembea nao hadi mwisho? Ni swali zito la kujiuliza. Asante sana kwa kuwa nasi katika uchambuzi huu leo. Tunakutakia baraka tele, na tunamalizia kwa maneno yale ya Lati Ankira, stay blessed, stay focused. Amen.